Na masante sana kwa kuendelea kutizama taarifa zetu nasi tukiendelea kukufahamisha tulio kuandalia. Ni kwamba serikali kupitia mamlaka ya ujenzi wa barabara kuu humu nchini Kenha imetakiwa kuweka matuta na alama za barabarani kwenye barabara kuu ya Emali kwenda Loitokitok kaunti ya Kajiado ili kupunguza ajali. Wakazi wa Loitokitok walioungana na maafisa wa usalama na viongozi wa kidini wanasema ajali nyingi hutokea kwenye barabara hiyo kwa kukosa matuta na alama za barabarani kama anavyoeleza mwana habari Wetu Robert Masai. Mabaki ya magari haya katika kituo cha polisi cha Loitokitok yanaleta kumbukumbu ya watu waliofariki kwenye ajali za barabarani mwaka huu. Takwimu kutoka kwa idara ya trafiki zinaashiria kuwa watu zaidi ya 20 wameangamia kwenye ajali katika barabara kuu ya Emali kwenda Loitokitok Kajiado Kusini. Weza. Ni kutokana na ongezeko ya ajali hizo ndipo idara ya usalama kwa ushirikiano na idara ya mahakama pamoja na viongozi wa makanisa waliandaa matembezi ya kuhamasisha umma kuhusu umuhimu wa kuzingatia nidhamu barabarani. Kwa ukweli imekuwa huzuni, tumepoteza watu wa maana tumepoteza mwimbaji eh, ambayo alikuwa mwimbaji wa maana sana kijana mdogo ameacha familia tumepoteza eh, kiongozi wetu ambaye ni Emmanuel Mayani amewacha watoto wadogo ni kitu ambayo tumepoteza watu wengi kila, kila wiki tumekuwa na mazishi na mingi hasa inahusu ajali za barabarani na zingine ni mbaya sana na ambaye imeacha kama jinsi mama alivyosema wajane uh, vijana wengi ambao tumewapoteza wazee na kila aina ya watu kwa hivyo tumesikia kama kanisa ile uzito na kuweza kuchukua jukumu hili A, kuja katika sehemu hii kupatana na viongozi wengine na serikali kuhamasisha watu kuhusu kwamba usalama wao unaanza na hao wenyewe. Waliozungumza kwenye matembezi hayo wanasema kukosekana kwa alama za barabarani na matuta, hasa karibu na miji, kumechangia uendeshaji wa kasi wa magari na hivyo kusababisha ajali. Kuna waza watu wetu wako na wanyama, wewe umekuja, tumeiva na pikipiki yetu, unasukia ndio ingo kungewekwa road signs ambazo zinafaa, za ng'ombe ziwekwe mahali panakufaa, kuwa na speed limit. At least itaweza punguza hizi ajali ambazo zinaonekana. Kuna sehemu nyingi katika barabara hii ambazo, ambazo hazina signage, haujui mahali kuna bumps na unakuta bumps ziko pale, unakuta zebra crossing hakuna na mahali watoto wengi wanapitia, kuna sharp corners ambaye mtu kama hii ni mara yake ya kwanza kuja katika sehemu hii hawezi jua kwamba kuna sharp corners, kuna corners bridges. Aidha, utepetefu wa watumiaji wa barabara wakiwemo waendeshaji wa bodaboda na tuktuk -tuk, umetajwa kuwa sababu nyingine ya watu kuendelea kufariki kutokana na ajali za barabarani. Vijana wengi wanachukulia sheria za barabara na mchezo na msaha sana, ningewaomba special hao vijana wa bodaboda au vijana wadogo, tuweze kuzingatia sheria za barabara. Kama hakimu nimeona ni vizuri nije leo kwa barabara niwahimize, kwa sababu ukishikwa, ukifikishwa pale kotini, utaweza labda utalipa faini, na ile faini yenye unalipa huko kotini, ingekuwa manufaa zaidi wewe ulipe tu, ulipe insurance, uchukue license, ukuwe na helmet, ukuwe na pia na reflective jacket, na pia usitembee kama umekuwa mlevi kwa kuendesha uh, baragari katika barabara zetu ambapo bwana amewekwa <laughs> Viongozi wa kidini pia walitumia fursa hiyo kuombea barabara hiyo, ambapo walifanya maombi katika miji ya Ilasit, Loitokitok, Kimana na Isinet ambako ajali zimekuwa zikitokea mara kwa mara. Robert Masai, runinga ya Citizen, Loitokitok, Kajiado kusini. Tukiangazia